nami pia nikihusia nafsi yangu tumche na kumwogopa allah tabaraka wataala kwani kumwogopa yeye allah tabaraka wataala ndiyo njia pekee yake itakayokufikisheni kuingia katika ufalme wa allah subhanahu wataala na huyo ndio wasia wa mwenyezi mungu mtukufu aliwahusia waliokuwa kabla yetu na wasia huyo

cheni Allah tabaraka wa taala ukweli wa kumcha, wala wa msifikii kuondoka katika dunia hii isipokuwa mfe hali ya kuwa mko Waislamu. Darasa letu la leo tutazungumzia kinga kumi za muislamu kujikinga kutokana na shaitani, kinga aina kumi za muislamu kujikinga kutokana na shaitani. Nitazipitisha haraka haraka ili kila mtu azisikie, kisha baadaye tena nachambua moja moja, maana kuna mtu anaweza kumwona anatembea tayari, huyo sio yeye, anapepo chafu katika mwili wake. Kinga kumi za mwislamu kujikinga na shaitani. Kinga ya kwanza

na ukiisoma jioni Allah anakuepusha na shaitani mpaka asubuhi. Angalia faida ya kusoma hii nyirati. Kisha kinga namba saba ni pale unaposhtuka usingizi, pale umelala unajigeuza na usingizi haupati, omba nyirati hii, omba fikri hii audhu billahi tamati

Allah tabaraka wataala, ukitaka kula, ukitaka kuvaa, ukitaka kutoka, ukitaka kuingia nyumbani, kila unalotaka kulifanya unaanza kwa kumtanguliza nayo Allah tabaraka wa taala. ta kinga namba tisa, kujiepusha nafasi ambazo ni chafu, kwa sababu shaitani huwa anapenda nafasi chafu chafu E, nafasi ambapo kuna miziki, nafasi ambapo kuna maasi, watu wanacheza michezo ya beti. kuwatanakujiepusha e, nafasi kama hizo, nafasi ambazo ni chaf chafu, maneno mabaya yanaongelewa sehemu hiyo, usiende nafasi kama hizo, kwa sababu inakuwa mara nyingi nafasi kwenye shaitani huwa anatua nafasi kama hizo. Kisha kinga namba kumi Kathratu dhikri llahi subhanahu wa ta'ala fi mukhtalafi l-awqat, kuwa mwingi wa kumtaja Allah tabaraka wataala katika nyakati tofauti. Hizo tumezizungumza kwa urefu, maana yake tumezungumza kwa ufupi. Kisha tunapitia sasa moja moja na kuifasiri kwa kuwa Allah tabaraka wataala anatusimulia ndani ya Quran anatwambia enyi wanadamu, inna shaitana lakum aduwa, hakika shaitani ni adui yenu. Allah anatupa habari akitwambia kwamba shaitani ni adui yenu, fatakhidhuhu aduwa nani, mfanyeni kuwa adui. Kwa nini? Lengo lake nini? Shaitani anataka akuvuteni ili muweze kuwa wafasi wake liyakunu min ashabi sa'ir, ili muweze kuwa watu wa motoni, manake akufikisheni nyinyi kuingia katika moto mkali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ndio lengo la